Huyo Rais Samia alipokuja hapa kwangu hakujali mahala pa kukaa wala wapi. Kwanza nitaka nibabaike nikamtafutia kiti hata cha plastiki, lakini nikaona niweke tu hiki. Alikalia hiki hiki, mnachokiona, naoni simame mkiona hiki hiki. Alikalia yaani, anajali utu, yani utu, yani, haji, haji, yani sehemu anapopaona pa wananchi yani yeye hajinyanyui kama Rais anajiweka tu kiwa hapa wote mnakuwa mko sawa. Kwanza sikuambiwa kama nakuja kukutana naye, hiyo nisiseme uongo uongu. Hmm. Alipokuja tu hapa, ona naelekea kuja hapa, mimi nikanyanyuka nikaweka hapo kiti, mimi nikakaa kwa pale hmm. Basi akakaa, nilipomwona tu anapanda hapo kuja huko, basi mimi nikanyanyuka nikaweka hapo kiti, kwa sababu sasa hawezi kukaa hapa karibu na jiko, mimi nikakaa kwa hapo ndio, yani akaanza hasa kunihoji, kasemaje, biashara vipi? Nikamwambia biashara sasa hivi ni ngumu sana, zamani ilikuwa nzuri, sasa hivi ni ngumu sana, hela hamna, unahangaikia tu riski. Akasemaje, hasa unataka kubadilisha biashara? Nikamwambiaje, ningepata hela kiasi chochote ningeanza biashara ningebadilisha biashara. Akaniuliza, biashara gani ungefanya? Nikamwambia ningekuwa nanua mpunga nauza. Basi akaniambiaje, shilingi ngapi zinaweza kutosha kuanzia? Nikamwambiaje laki tano. Akasema sawa, lakini mimi huwa sitembei na hela, kuna vijana hapo watakuja na wao vijana walikuwa wamesimama hapo wawili, kwa wakati naongea naye. Baadaye sasa, yeye akanyanyuka akaenda, yule kijana akaja akakaa hapo, akaniuliza jina, nikampa jina, akaniambia namba ya simu, nikamtajia. Akafungua begi chapu, nyekundu nyekundu, zilafu mpya zote, basi akatoa akatoa akatoa Akanipa akasema eh, alhamdulilahi, ya nipiga vigeregele hapa, nipiga makelele yale ya furaha. Uongozi wake ni mzuri sana kwangu mimi binafsi hapa, sijui kwa, kwa wengine ni mzuri mno, yaani kwa sababu sasa hivi nisingeonana naye, nina nyumba nakauko kwa kashishi, mpaka sasa hivi ningekuwa giza, kwa sababu hiyo biashara niliyoisema nilipiga tripu mbili heli ikawa inakatika Nikaona sasa hii heli itaisha, takuja kusimulia nini? Ndio kabidi ni chukue liyokwa imebakia, nikaweka umeme, nikaendelea sasa kuganga tunjao kwa mm. Hiyo mengi mno kafanya ni mengi, mabarabara, mashule, yaani ni mengi, huduma, hospitali, yaani ni mengi. Hata kama kunaweza kukaa kuna upungufu, lakini sio kama zamani.